Nakumbuka niliingia kanisani nikatoa sadaka elfu mbili, nilikoswa amani. Kwa sababu gani nakufundisha somo hili? Kwa sababu nilimkataa yeye. Ani, naomba tukimbia kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ile ya kumi na mbili na ule mstari wa ishirini na tano, na ndicho kitu ambacho wengi wamekataa. Mungu anasema na wewe kwa habari ya kuweka agano, na anakuonyesha na kiwango. Sasa nikwambie, kuna mpendo amesimama hapa anasema kwamba nilikuwa nimetulia, nilikuwa nimenyamaza kimya sana, lakini si umemwona jinsi alivyofanya. Kuna sauti ilimsumbua ndani. Na ile sauti haikuwa ni sauti ya